Siku mbili zilizopita Rais wa Marekani, Donald Trump alitoa kauli akitishia kuwa iwapo Irani haitokubali kusaini makubaliano ya kusitisha urutubishaji na utengenezaji wa silaha za nyuklia basi isishangae kuona Marekani ikianza kuporomosha makombora kwenda nchini humo. Sasa Rais wa Irani akizungumza jana Jumapili alisema kuwa dola la Kiislamu la Irani limekataa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia unaosukumwa kwa kasi na utawala wa Rais Trump ambaye amekuwa akilazimisha mazungumzo juu ya suala hilo. Rais Masudi Pezeshkian alisema kuwa jibu la Irani kwenye barua ya Marekani lililotumwa kupitia utawala wa Kisultani wa Oman, limeweka wazi uwezekano wa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na taifa hilo la Marekani. Hata hivyo mazungumzo hayo hayajapiga hatua yoyote tangu Trump alipoiondoa Marekani kwa upande mmoja kutoka kwenye makubaliano ya nyuklia ya Tehran na mataifa yenye nguvu duniani mnamo mwaka na 2018. Katika miaka iliyofuata, mvutano wa kikanda umesababisha mashambulizi baharini na ardhini kutoka Marekani kwenda nchini humo. Kisha ukaja vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza, ambavyo vilifanya Israeli kulenga viongozi wa makundi ya wa wanamgambo hao wa Ir... Hamas na upande ule wa Hezbollah katika kile ambacho Iran inakiita ni muhuri wa upinzani. Sasa, wakati Marekani ikiendesha mashambulizi makali ya anga dhidi ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen, hatari ya hatua za kijeshi zinazolenga mpango wa nyuklia wa Irani bado inaonekana kuwa ipo mezani. Na nukuu, hatujiepushi na mazungumzo, ni uvunjaji wa ahadi ndio umekuwa tatizo kwetu hadi sasa, Pezeshkian alisema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni ya wakati wa kikao cha Baraza la Mawaziri. wanapaswa kuthibitisha kuwa wanaweza kujenga uaminifu wa Huku akisisitiza kuwa Marekani ikifanya mashambulizi yoyote dhidi ya Irani, basi taifa hilo halitosita kujibu mapigo dhidi ya mashambulizi hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani, ikijibu kauli ya Pezeshkian, ilisema kuwa Rais Trump amekuwa wazi, kuwa Marekani haiwezi kuruhusu Irani kupata silaha za nyuklia. Rais ameonyesha utayari wa kujadili makubaliano na, na Irani, aliongeza ikiwa utawala wa Irani hautaki makubaliano, rais yuko wazi kuwa atafuata njia nyingine ambazo zitakuwa mbaya sana kwa Irani, imesema taarifa hiyo ya mambo ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Trump alisema kabla ya kauli ya Pezeshkian kuwa anafikiria kuchukua hatua za kijeshi na vikwazo vya pili ikiwa ni Irani haitakubali makubaliano ya nyuklia Nanuku. Ikiwa hawatafanya makubaliano, kutakuwa na mashambulizi ya mabomu ambayo hayajawahi kuonekana kabla, Trump alisema katika mahojiano yake yaliyotangazwa Jumapili na kituo cha NBS News. mwisho wa kuneko tangazo la Pezeshkian linaonyesha jinsi mambo yalivyobadilika nchini Irani tangu alipochaguliwa nusu mwaka uliopita, baada ya kuendesha kampeni za kuimarisha tena uhusiano na Magharibi. Tangu uchaguzi wa Trump na kurejea kwa kampeni yake ya shinikizo la juu kabisa dhidi ya Teherani, thamani ya sarafu ya Irani yani inayoitwa rayo imeonekana kuporomoka vibaya. Pezeshkian alikuwa ameacha wazi mlango wa mazungumzo wazi hadi kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aliposhambulia na kumvamia vibaya Trump vikali mnamo Februari mwaka huu na kusema kuwa mazungumzo ya utawala wake si ya busara yenye hekima na wala hayana heshima. Baada ya hapo Pezeshkian naye akageuka na akaanza kuchukua msimamo mkali dhidi ya Marekani. Wakati huo huo, kumekuwa na ujumbe zinazoonekana kutofautiana kutoka Irani kwa wiki kadhaa. Video kutoka maandamano ya siku ya Kudus na siku ya Jerusalem Ijumaa iliyopita zilionyesha watu kadhaa katika umati wakiwaagiza waandamanaji kupaza sauti kifo kwa Israeli. Kwa kawaida kauli ya kifo cha kwa Marekani pia husikika. Video ya kituo cha chini cha ardhi cha makombora iliyoonyeshwa na jeshi la walinzi la mapinduzi la kiislamu la Iran iliyoonyesha wanajeshi wake wakikanyaga bendera ya Israeli iliyochorwa ardhini, lakini hakukuwa na bendera ya Marekani jambo ambalo mara nyingi huonekana katika video za propaganda. Hata hivyo, kituo cha habari cha Press TV kinachomilikiwa na serikali ya Irani na kurusha matangazo kwa lugha ya Kiingereza kilichapisha makala wiki iliyopita ikiorodhesha kambi za kijeshi za Marekani iliyoko mashariki ya kati kama malengo yanayoweza kushambuliwa na taifa hilo. Orodha hiyo ilijumuisha kambi ya Thunder Cove kwenye kisiwa cha Diego Garcia katika bahari ya Hindi ambako Marekani inahifadhi mabomu ya kivita aina ya B2 ambayo huenda yanatumiwa nchini Yemen. Na nukuu, wamarekani wenyewe wanajua jinsi walivyo katika hatari kubwa, alisema spika wa bunge la irani Mohammed Baga Kalbaf siku ya Ijumaa. Ikiwa watavunja mamlaka ya irani, itakuwa kama cheche kwa ghala la baruti, ikiwasha moto katika eneo zima. Katika hali hiyo, kambi zao na washirika wao hawatakuwa salama Amesema spika huyo. Hata hivyo mashambulizi mawili ya moja kwa moja ya Irani dhidi ya Israeli kwa kutumia makombora ya balistiki na drone yalisababisha uharibifu mdogo, huku Israeli ikijibu kwa kuharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Irani. Barua ya Trump iliwasili Taharani mnamo Machi 12 mwaka huu, ingawa Trump alitangaza kwamba aliandika barua hiyo katika mahojiano ya televisheni, na hakutoa maelezo ya kina kuhusu alichoandika ndani ya barua hiyo kwa kiongozi mkuu wa Irani. Nimemwandikia barua nikisema, natumai mtaingia kwenye mazungumzo, kwa sababu tukilazimika kuingia kijeshi itakuwa jambo baya sana, Trump alisema katika mahojiano hayo aliyofanya na televisheni hiyo. Hatua hiyo ilikumbusha barua ambazo Trump alimtumia kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Wakati wa muhula wake wa kwanza ambapo ziliongoza kwenye mikutano ya ana kwa ana lakini bila kufanikisha makubaliano ya kudhibiti silaha za nyuklia za Pyongyang na mpango wake wa makombora wenye uwezo wa kufikia Marekani. Mara ya mwisho Trump alipojaribu kutuma barua kwa Khamenei kupitia aliyekuwa waziri mkuu wa Japani Shinzo Abe mnamo mwaka 2019, kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alidharau juhudi hizo. Barua ya Trump ilikuja wakati Israeli na Marekani zikiendelea kusisitiza kuwa hazitaruhusu Irani kupata silaha za kinyuklia, jambo ambalo linaongeza hofu na mgogoro wa kijeshi. Huko Teherani ikiendelea kurutubisha uranium wa kiwango cha asilimia 60 ambacho ni karibu ya kiwango cha silaha za nyuklia, na ambacho hufanywa na mataifa yanayomiliki silaha za nyuklia pekee. Irani kwa muda mrefu imesisitiza kuwa mpango wake ni wa matumizi ya amani, ingawa maofisa wake wamekuwa wakitoa wa vitisho vya kutengeneza mabomu. Ripoti ya Februari kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA chombo cha Umoja wa Mataifa kinachosimamia nyuklia ilisema kuwa Irani imeharakisha uzalishaji wa uranium yenye utajiri wa karibu na kiwango cha silaha. Msimamo wa Irani kukataa kushughulika na Trump pia unahusiana na mauaji ya jenerali wa Irani, Qassem Soleimani ambaye aliuawa na shambulio la droni la Marekani mjini Baghdad mnamo Januari 2020. Marekani imekuwa ikidai kuwa Irani inapanga kumuua Trump kwa kulipiza kisasi kabla ya uchaguzi wa Novemba, jambo ambalo Teherani imekanusha, ingawa maofisa wake wameendelea kutoa vitisho dhidi ya rais huyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, takusogezea kila update inayojili kuhusiana na mvutano huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.